Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapo. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa, wanasema hivi: msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years kwa treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa hiyo tunaenda kukinukisha walio tayari tutakwenda nao, tutaenda na walio tayari, hakuna mtu atawekewa bunduki hapa, walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba eh, CCM watakuwa walokole wamebadilika na nini, tutawatakia kila la heri. Sisi sio watu si wenye roho mbaya lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende, twende tukapiganie mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? sana sana sana sana huu uchaguzi tutavuruga. Huu uchaguzi kwa, kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria uraisi, na nami nilikuwa nafikiria uraisi, nimtiania, nimesahau au ulikuwa unafikiria u, udiwani Novemba, sahau kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. <laughs> Sawasawa, tukikinukisha vile, tukikinukisha vile, e, tutaumia. Ni kweli, ni kweli, lakini mimi na imani tutashinda unajua kwa nini unajua kwa nini tukikinukisha kinu, seriously watafanya nini watatu, watatuua wanaweza Aha, watatuua kwa hiyo mimi nimekinukisha nakamatwa nakamatwa napelekwa wapi naenda kushitakiwa kwa uhaini kwa kuamsha maasi